Da, sisi wasafiriaji kutoka mkoa zingine kuja kwenye mkoa fursa hususan kwenye mkoa wa Dar es Salaam, huwa sana tunakutana na vitu tofauti tofauti kwenye maisha yetu. Huwa tunapitia majaribu ambayo mtu hakutarajia kwamba kuna siku utakuja kupitia. Unapata nyumba ya kupanga, nyumba yenyewe inakuwa na majaribu mingi ya nyumba za Dar es Salaam sijui zikoje. Ukipata nyumba ya Dar es Salaam imetulia, imetumia wa hiyo shida ya wapangaji. <laughs> Kwa nyingi zingine ukipata ela ikai ndani yani matatizo yanakuwa kibao, unaweza ukashika hata laki tatu kwa muda huo na ikapatia. Kuna nyumba zingine matatizo ya ugonjwa Yaani kila siku mtagombana na mkeo mtagombana na yaani bat... yaani, yaani saoji jiangalia, ndoa ndoa inaisha ina, ina hata ndoa inavunjika ina, kuna zingine sasa, ulali ukilala ukiamka mwili unauma kama vile kijini ulienda kuiba. Yaani sisi watu wa mkoani tunakuja kutafuta maisha ya Dar es Salaam ah, yaani tunapitia wakati mgumu wa nyumba za kupanga wasalamu, ah.